Ninakusalimu katika jina la thamani la Yesu Kristo mwana wa Mungu, na imekuwa tena ni Jumapili njema ambao Mungu ametupa tena kwa ajili ya kushirikiana kuhusu neno la uzima. Najua umeenda kanisani au unajiandaa kwenda kanisani, na umefanya jambo la maana kwa sababu Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo kawaida ya watakatifu. Na mimi pia napokuja kwako, nimetoka kanisani kwenye ibada Jumapili na tumekuwa na ibada njema sana. Somo kubwa leo lilikuwa ni kuhusu uongozi wa Roho Mtakatifu, the leadership of the holy spirit. Mpendwa katika Bwana, Bwana Yesu siku chache kabla hajaondoka duniani alikaa na wanafunzi wake katika chumba cha ndani, katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne kuanzia mstari wa kumi na tano na kumi na sita hata kumi na saba. Anasema akawambia wanafunzi naondoka, najua mtakuwa peke yenu, najua watu watawachukia, nimeona machukizo ya watu, najua mtakutana na magumu kwenye maisha, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye elimu, wala sijazuia, lakini naomba niwaambie habari njema Nitamuomba Baba naye atawaletea msaidizi, ndiye Roho Mtakatifu, naye atakaa ndani yenu, naye atakuwa msaidizi. Sio tu msaidizi, bali atakuwa mfariji, kwa ametupa kazi mbili. Ya kwanza Roho Mtakatifu <laughs> ni msaidizi, ni mfariji. Sasa naomba utambue kibiblia inaposema mfali, msaidizi. Kama ilivyo kwenye ndoa mwanamke ni msaidizi, sio msaidizi kwamba ni, ni, ni, assistant. Mm -mm. Ni kiongozi kukusaidia, unapotembea uende naye, unaposimama usimame naye, unapokaa ukae naye. Kwa hiyo Bwana Yesu akasema nitawapa. Na kweli kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa nane anasema mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita tunaona Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa anaongea na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa watu wengi wanachanganya, hizo ni nafsi tatu za Mungu au namna Mungu alivyojidhihirisha katika maisha yetu. Hatuna maana tuna miungu mitatu, hapana Mungu ni mmoja, lakini anaudhirishwa katika nafsi tatu. Mungu Baba ni kitabu cha Kutoka tatu kumi na sita, ambapo kinasema wazi kwamba mimi ni yule ambaye yuko ambaye niko mimi ni niko ambaye niko, Mungu Baba. Lakini Mungu Mwana, tunasoma kitabu cha Yohana kumi kumi kwamba adui haji ila achinje kuua na kuharibu, lakini mimi Yesu, Bwana Yesu nimekuja ili muwe na uzima tena muwe nao. Kwa Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kuleta uzima, na kitabu cha Yohana 1:12 anasema wote waliompokea, aliwafanya wana wa Mungu. Kwa hatua ya kwanza unampokea Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, kwa kuna Mungu baba ambaye tumemwona sana katika agano jipya la kale. Tunamuona Yesu Kristo akianzisha huduma mpya kwenye agano jipya, ambaye ni Mungu mwana. Kwa Yesu Kristo ni mwana nafsi ya Mungu. Ndio maana Filipo katika kitabu cha Yohana 14 akamwambia mimi nataka kitu kimoja nionyeshe Baba ni nani. Yesu akamwambia aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Aliyeniona mimi amemwona nani? Roho Mtakatifu. Kwa sababu mimi niko ndani ya Baba, Baba yuko ndani yangu. Roho Mtakatifu yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa Mungu ni mmoja akifanya kazi katika nafsi tatu kwa kwa majukumu tofauti. Kwa baadaye Yesu akatuambia kwamba Bwana Yesu, nitawapa msaidizi kiongozi wa maisha yenu. Mpendwa katika Bwana, watu wanadhani kwamba Roho mtakatifu anayekufanya kokokoko kakakakake, nonono, hiyo no. Ni ishara tu. Maandiko yako wazi, kitabu cha Efeso sura ya tatu mstari wa kumi na nne na kumi na tano anasema, mtu anayemwamini Kristo Yesu anapokea muhuri. Huo muhuri sio kwa mkono Muhuli ni Roho Mtakatifu. Kwa hatua ya kwanza, unapaswa kumwambia Yesu Kristo na kupokea kama Bwana na Mwokozi wangu. Hatua ya pili, unamwomba Bwana Yesu akuachilie Roho wake Mtakatifu. Anasema dunia haiwezi kupokea. Usipomwamini Yesu huwezi kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapomwamini Yesu ndipo unapopokea Roho Mtakatifu. Kazi yake ni nini? Namba moja, kukufariji. Dunia imejaa maswaiba mengi. Matatizo ni mengi sana kwenye maisha haya, unahitaji umuite Roho Mtakatifu kwa unapata matatizo, changamoto kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye elimu, kwenye ndoa. Usipoteze muda na wanadamu, watakupa ushauri ambao ueleweki. Amua kugeuka, Roho Mtakatifu, najua uko ndani yangu. Biblia nasema kwamba anakaa ndani yenu, aseme atakuwa nje, yuko ndani yenu, lakini anataka umwambie. Ndio maana Bwana Yesu akasema, ombeni mtafanya nini, mtapewa, tafuteni Utaona ni lazima umwambie Roho Mtakatifu na kutambua ulipo. Na alikuwa mwanafunzi na hata nimefanya mitihani katika utu uzima. Mara nyingi napokwama kwenye mambo magumu. Hiyo mitihani ya shule au ya maisha, ninajua kama nina msaidizi. Anaitwa Roho Mtakatifu. Katika mambo ya kiroho napoona pona nimechoka, safari ya kiroho najua nina msaidizi. Anaitwa Roho Mtakatifu. Manake, ni kiongozi wa maisha yako. Mpendwa katika Bwana, bila Roho Mtakatifu Kristo ni dini ya ovyo sana. Bila Roho Mtakatifu imani yetu ni bure. Natamani leo, amua kumwita huyu Roho Mtakatifu yupo, alafu aingie ndani mwako, abadilishe maisha yako na ukaishi kwa ushindi tena na ukawe ni Mkristo mwenye matunda. Roho Mtakatifu atakupa hekima. Unapoingia kwenye mikutano ya kisiasa, mikutano ya kawaida, Roho Mtakatifu naomba msaada, yuko pale, atakupa hekima. Bwana Yesu anasema nitakupa mdomo wa kuongea ambao watesi wako hata ujua. Unapoingia kwenye mitihani kama ni mwanafunzi, unatakiwa uchague kozi kati ya moja au mbili. Holy Spirit, Roho Mtakatifu nisaidie, atakuongoza. Unatakiwa ufanye maamuzi magumu, sema, Roho Mtakatifu, huyu ni Mungu. Kwa hiyo una Mungu Roho Mtakatifu ndani yako, lakini unapaswa kujua na kumtumia. Biblia inasema katika kitabu cha Daniel sura ya 3, sura 12 mstari wa 3, katika siku za mwisho hao wa mwaminio Mungu wao ao wamwaminio Mungu wao watang'ara kama jua. Tumeshindwa kumtambua yule Roho Mtakatifu. Unapoamka asubuhi, Roho Mtakatifu, nakuhitaji leo. Nenda pamoja nami. Unapoingia mchana, Roho Mtakatifu, nakuhitaji. Nenda nami. Unapofika jioni, Roho Mtakatifu, nifunulie mafunuo makubwa ya Mungu. Ni roho ya hekima, roho ya maarifa. Yao fahamu una ujuzi fulani. Omba na nguvu ya Mungu katika ujuzi ule. Na neema ya Mungu itakuwa kubwa juu yako. Kwa leo yatosha. Mungu akubariki sana. Nakutakia Jumapili njema ya ushindi, na ninajua tena tutaonana wiki ijayo wakati wa kutafakari neno la Mungu siku ya Jumapili. Naitwa mchungaji Sako Mayrick na kukaribisha kanisani pale Zuzu au Zinje kwa Pinda, Dodoma. Ibada yetu inaanza saa tatu kamili asubuhi, lakini ni ibada ya kwanza ya saa moja kamili ya Kiingereza, na ninaamini utakapokutana nasi, Mungu ataendelea kubariki maisha yako. Nashukuru kwa muda wa kunisikiliza, ninakupenda sana. Naomba umwambie sasa Roho Mtakatifu yaongoze maisha yangu na matatizo yote yatakwisha. Mungu akubariki sana. Amen.